Na madereva waliosafirisha mitihani ya kitaifa mwaka uliopita, wanasema bado hawajalipwa wa pesa zao. Madereva hao wakiwemo maafisa wa polisi wanasema jitihada zao za kuzungumza na wahusika zimegonga mwamba kwa miezi minane sasa, kila siku wakiambiwa wa wangoje. Chrispine Otieno ametangamana na madereva hao mjini Kisii na kuandaa taarifa ifuatayo. Mitihani ya kitaifa ikiwa mojawapo ya shughuli inayohusisha sekta zote ikiwemo ya usalama. Kila mwaka nyakati za mtihani, madereva hupewa majukumu makubwa ya kurauka katika maeneo ambayo mitihani hiyo huchukuliwa kabla ya kusafirishwa hadi shule mbalimbali mbali. Ajabu ni kwamba madereva hao hususan kutoka kaunti ya Kisii walioshiriki zoezi hilo mwaka jana Oktoba hadi sasa hawajalipwa hapa tunakutana na baadhi yao wakiwa kazini na tukijaribu kuulizia labda watu wa sub county hao wanaohusika na, na mambo ya, ya education inaingia. Tulikuwa tu, na, na matarajio makubwa sana. Hiyo pesa ingetusaidia kwa ajili, tuliumia sana, hizi magari zilikwama, silipata matatizo, tukalala nje. Pesa yetu imeenda. Hii ni mwaka mwingine pia wanatarajia tutawashughulikia, tuta kwa hii mtihani yanayokuja, so tuko na mauchungu hiyo pesa yetu hatujapata. Mwingine hapa anasema kwamba tangu mwaka elfu mbili ishirini na tatu alipofanya kazi hiyo pamoja na mwaka elfu mbili ishirini na nne hajalipwa hadi leo. Sasa mimi nashindwa kwa sababu kama tulikuwa tunafanya hii kazi pamoja na walimu na wale walikuwa wanapeleka mitihani sisi madereva ama mimi dereva, sijawahi kulipwa hiyo miaka mbili 2023 na 2024. Mimi sijawahi kulipwa pesa kazi yao. Tulifanikiwa pia kuzungumza naye dereva ambaye ni afisa wa polisi. Minister of Education waangalie na watulipe watu pesa zetu, kwa sababu tulifanyia kazi hiyo. ni teza mu exercise, masaa ya kuamuka ni mapema sana Sometimes unakuta terrain za barabara ni mbaya, unang'angana kufikisha mtihani. Kilio sawa na hicho pia kinasikika kutoka kwa walinzi wa shehena za mitihani. Juhudi zetu kuzungumza na maafisa katika Wizara ya Elimu ziligonga mwamba. Kwa madereva hawa ngojangoja, ngoja inazidi kuumiza tumbo. Mpaka sasa wajui pa kuanzia wala kumalizia, hawajui ni nani atakayeingilia kati ili wapate malipo yao.